Kuna huyu kijana ambaye e, alisambaza sana taarifa za uongo katika mitandao ya kijamii. Tumehangaika sana kumtafuta usiku na mchana, na bahati nzuri tumemkamata na amekiri, e, ambaye anaitwa Omari Abed Bakali miaka 23, yeye alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha, cha computer center UICC kule Mbezi, lakini mkazi wa Mgulani amekamatwa na anachofanya ni kwamba anakili, na yeye alipata kwenye mtandao na ujua, yeye kwa hiyo akaamua kusambaza. Kwa hiyo ukiona majina yapo, uh, watu mashuhuri wametajwa, uh, Kardinali Pengo na nafikiri imeona yale majina. Kwa hiyo kimsingi ni uongo, ingawa ukiona anasema ni watu hanat, kwamba ni watu wa heshima na nini, lakini kwa namuuliza sasa, ulisambaza ulikuwa na hoja gani kwamba mkuu wa mkoa ndiye ametaja yale majina? Kwa hiyo nitoe tu wito kwamba swala la sheria za mitandao zipo, kuna sam, sababu ya kusambaza jambo ambalo huna uhakika nalo. Kwa hiyo baadaye atakuja mwenyewe kujieleza kitu gani kimetokea, lakini kimsingi niseme yale majina yaliyotajwa ambayo anasema mkuu wa mkoa aliyataja, e, si kweli na ni uongo mtupu kwa sababu sasa amesambaza jambo ambalo hana wakanalo. Tutaona sheria inasema nini na mwisho wa siku tutampeleka tutampeleka mahakamani. Kwa hiyo huyu kijana ndiye alisambaza ule ujumbe, na no kwa sababu ni raia mwema na anaeleza kwamba yeye aliona tu ni jambo la kawaida akasambaza. Kumekuwa na komenti ambazo sio sahihi, nikaona ni vizuri naye mwenyewe akalizungumza, jamii ikaona ikaelewa, kwa sababu sio mkuu wa mkoa alisema. E, yeye aliona ni jambo jema akaona alizungumze kwa hiyo nimpe nafasi naye ningalaa watoe onyo kwa baadhi ya watu wanapokuwa wanapokea hizo message e, basi waliwaangalie kabla ya kuzituma. Jitambulishe, wewe ni nani na ni kitu gani kimetokea. karibu ni na, kweli na, naitwa naitwa Omari Abedi Makau. Ndio nilishare ule ujumbe, lakini si ni kwa nia mbaya, kwa nia tu nzuri, na kweli kosa nimetenda kosa, nomba nisamehe. Unawaonya nini wengine wanaopata tu ujumbe wanasambaza bila kujua umetoka Uzi, kwa nani na madhara yake ni nini? Ni uzuri kama umepata kitu, ni bora kudhibitisha kwanza au kuangalia je, kina kina faida gani kwenye jamii. Kama kina faida nzuri ni ruhusa kupost, lakini kama hakina faida si na wala hakina mantiki yoyote si vizuri. Na wale uliwakwaza unawaambia nini, nini? Hmm. Kwa ujumla naomba Naomba mnisamehe tu. Naomba msamaha , sitaurudia tena. Aya. Yeye amejificha sana, tumemkuta kwenye kambi amejificha mwenyewe, anajua alikuwa me, amelala wapi, alifikiri hatuwezi kumpata, lakini nami niongezee na wito jamani, tu kwamba jamani tu watu tuna familia zetu tusijiingize kwenye masuala ambayo baadaye yanakuja kugharimu maisha, kwa sababu unapopokea ujumbe unausambaza bila kujua huu umetoka wapi na madhara yake ni nini, mwisho wa siku unajikuta umejiingiza kwenye tabu ambayo kuitegemea. Lakini kijana kama alivyoeleza, basi tutaangalia sheria inafanyaje, sheria inasema nini, halafu tutachukua hatua. Mambo ya sheria haieni na busara ya mtu. Ingekuwa ni busara hiyo, unakuta mzee amefanya ujambazi lakini kwa busara unamwangalia amezeeka, basi singekuwa tunawapeleka mahakamani. Mimi kamishna Siro nipo kwa sababu sheria imetamka niwepo na kazi yangu ni simamia sheria au sio? Sasa nikisema tena busara, baadaye nyinyi ndio mtasema Kamishina siru hatimizi wajibu wake au sio? Na sisi tutaliangalia kwa sababu kijana bado ni mdogo, tutaangalia mazingira yenyewe halafu na sheria inasema nini. E, lakini kama alivyoomba radhi, kwa watu yale majina yamekwaza watu, viongozi na nini e, kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo ni swala la kuliangalia kwa pande zote.